LETZTEST inafanya upimaji wa ubora wa maji kuwa zoezi rahisi katika maeneo yasiyo na umeme kote ulimwenguni. Suluhisho letu ni kutoa vifaa vya gharama nafuu na rahisi kutumia. Pima zaidi ya vigezo 140 vya kifizikia na kikemikali kwenye sampuli za maji kwa kutumia kifaa cha LETZTEST photometer, kimeunganishwa katika kifaa kimoja kidogo chenye umakini wa hali ya juu. LED 18 zinahakikisha usahihi wa kipekee katika vipimo. Kifaa hiki kina muundo wa kisasa kama simu janja na kimewekewa lugha mbalimbali kwa matumizi rahisi na ya moja kwa moja. Tumia QR code kuweka alama na kutambua kwa urahisi maeneo ya sampuli. Kinaungwa mkono na programu ya kipekee ya bure ya mtandaoni, yaani cloud, kwa usimamizi rahisi wa data zako za vipimo. Unaweza pia kukusanya data ukiwa nje ya mtandao, offline kisha kusawazisha tena kwa usalama mara tu utakapounganishwa tena na wifi. Tumia programu ya cloud kwa ajili ya uchambuzi wa hali ya juu, kuweka viwango vya vipimo, kuona matokeo kwa njia ya picha, kuandaa ripoti na kusimamia vifaa vingi kwa wakati mmoja. Inategemea betri inayoweza kuchajiwa kwa USB ambayo hudumu kwa muda mrefu. Hubadilika kwa urahisi kulingana na mazingira yoyote kwa kutumia sensa zinazounganishwa za pH, conductivity na oxygen. Inaendana kikamilifu na reagent zinazoweza kubadilishwa katika kifaa cha LETZTEST Comparator Kit. Kwa kutumia reagent zile zile za kudumu, unapunguza gharama na changamoto za upatikanaji wa vifaa kwa kiwango cha chini kabisa. Pata maelezo zaidi kuhusu kifaa cha LETZTEST photometer kwa kutembelea tovuti yetu ya letztest.com. Imetengenezwa Ujerumani na mshirika anayeaminika wa German Water Partnership LETZTEST furahia upimaji wa maji katika maeneo ya mbali